Usisahau kusubscribe kucoment kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Daton Media. Anaitwa Alhadi Matisawiri Juma Kagimbo. baada ya kupata wito na kupata taarifa kupitia kwenye vyombo vya vya habari kwamba leo ni siku ya madaktari bingwa kuweza kuhudumia watu walio mbali na maeneo wanakopatikana madaktari bingwa kwa mfano kama Bugando, Muhimbili na KCMC. Kwa hiyo kama unavyoona mahudhurio ni makubwa. Watu wana magonjwa wanaumwa lakini wameshindwa kutimiza haja zao kwa sababu ya umbali na gharama. Lakini kwa leo kwa kuwa tumepata madaktari wamekuja karibu tumeona bora tuje tuhudhurie tuweze kuzungumza na madaktari hao waweze kutusaidia katika tiba ya magonjwa yaliyoshindikana. Changamoto ipo. Kuna wengine walikuwa wanapata nania kurufaishwa kwenda kwenye mahospitali husika hayo, lakini kwa sababu ya hali ya kifedha wanashindwa kwenda, wanabaki kumwomba Mwenyezi Mungu, anasema Mungu atakavyotaka. Lakini kwa leo tunaona ni faraja kubwa aliyotufanyia Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kutusogezea huduma hiyo, hata aliyo na kiasi kidogo cha nauli anaweza akapata huduma hiyo kwa wakati mwafaka. Na naitwa Profesa na mchungaji Longino Ludovik Kabakaki. Nimefika hapa kwa huduma hii ya madaktari bingwa. Nimemleta mwanangu Priska Longino ambaye amesumbuliwa na macho pamoja na kutosikia vizuri. Mimi naamini huduma hii imewafikia wananchi karibu, ambao wamekuwa na magonjwa sugu, ambao wamekaa nyumbani kwa muda mrefu. Kwa namna hii wamepata msaada wa kuwa na mwitikio wa kuweza kuja baada ya kusikia madaktari bingwa wamekuja hapa kwenye hospitali kuu ya mkoa. Kwa hiyo tunaamini tutapata msaada na mtoto ataweza kuona na kusikia vizuri. Matumaini yangu ni kupata msaada ili aweze kuhudumiwa, aweze kusikia na aweze kuona vizuri. Mimi naitwa Faustina William, ni mkazi wa hapa hapa Bukoba mjini. Nilipata changamoto ya kiuno na vidonda vya tumbo lakini nikawa nimekuja hapa hospitali ya mkoa nikahudumiwa, lakini sikupata nafuu. Nikaenda Bugando nikahudumiwa nafuu ikawa kiasi, nikahudumiwa nikaenda Muhimbili nafuu ikawa inaendelea, lakini ndio hivyo, changamoto za maisha na nini, unakuta labda unapewa masharti, wakati mwingine huwezi kuyatimiza, unarudi, kama unatonesha kidonda vile. Lakini madamu tumeambiwa kuna madaktari wa wengine wanakuja toka mahospitali mbalimbali, ndio tunaendelea kuitafuta uponyaji. Kwa hiyo tunaamini Mungu atatuponya. Labda kwa maoni zaidi kupitia, kuna watu wengi labda mimi nimepiga hiyo hatua, ninamshukuru Mungu, lakini kuna watu wengi unakuta anaumwa kama mkuu wa mkoa alivyosema, akuta apigi hata hatua ya kwenda hospitali anakunywa labda madawa ya kienyeji au anakalia tu, anaona maisha magumu magumu, awezi hata kuja kwenye huduma kama hapa ngarau za chini, akaangalia tatizo lake likoje. Mimi ninamshukuru Mungu kwa nyie kuja hapa labda kupitia hii taarifa watu wao wanafuatilia matibabu, maana afya ni muhimu kuliko kitu kingine chochote. Labda nilikuwa naomba katika uongozi kama hivi walivyotukumbuka watu wa chini, waendelee hivyo hivyo, labda kuleta madaktari kama hivi, watu wapate kuhamasika na kujua kwamba kweli tunaweza tukapata huduma kupitia madaktari mbalimbali. Ah, tunashukuru sana hii kambi ya madaktari bingwa ambayo ni kwa hisani ya Mheshimiwa Rais Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Suluhu Hassan. Wananchi wa mkoa wa Kagera wana changamoto nyingi sana za magonjwa ya sugu na um, kiukweli ni ukweli usiopingika kwamba um, wengi walikuwa wanakuja wanapata wanapata huduma wanapata rufaa kwenda hospitali mbalimbali um, kama Bugando, Muhimbili, KSMC, Benjamin Mkapa, lakini unakuta ule uwezo baadhi uh, uh, baadhi uh, unakuta uwezo wa kufika huku unakuwa ni mdogo, kwa hiyo um, kitendo cha serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Rais uh, Samia Suluhu Hassan kufikisha hizi huduma kwa wananchi za tiba bobezi ni jambo la ukombozi sana kwa wananchi wetu wa mkoa wa Kagera, na kwa kweli uh, uh, tumehamasisha tume watu wajitokeze na tunafarijika kuona watu wamejitokeza sana. Na tunazidi kutoa rai kwamba watu wajitokeze watumie huduma hizi adhimu, isije ikawa kwamba huduma hizi zimewafikia alafu wakashindwa kuzitumia. Anaitwa Dokta Mseleta Nyakiroto, ni mganga mfawidhi wa hospitali rufaa ya mkoa wa Kagera. Kwa wiki hii ya kuanzia tarehe tano mpaka tarehe tisa tutakuwa na zoezi la madaktari bingwa na bingwa bobezi wa Dokta Samia wakiwa hapa hospitali kutoa huduma kwa wananchi wa mkoa wa Kagera na zoezi letu ya uandikishaji tulilianza tangu wiki iliyopita na mpaka leo asubuhi tulikuwa tumesajili wananchi wapatao elfu mbili, na zoezi la usajili bado linaendelea, na madaktari wataalamu wetu tayari wameshafika na wako kwenye maeneo ya kutoa huduma na huduma zimeshaanza. Kwa hiyo ni, ni, ni wasii tu, na niwatoe wito kwa wananchi wa mkoa wa Kagera na mikoa mingine ya jirani waweze kuhudhuria na kupata utaratibu wa matibabu na hatimaye kupata matibabu. Pa tulikuwa tuna madaktari bingwa ambao hawatoshelezi maeneo yote ya, ya, ya, ya utaalamu. Kwa hiyo wengi ambao wamekuwa wakija hapa wamekuwa wakipata huduma zile za awali, lakini walipokuwa wanapata ubingwa na ubingwa bobezi ambao hatuna wataalamu hapa, tumekuwa tukiwapa rufaa kwenda hospitali ya kanda ya Chato na hospitali ya kanda ya Bugando lakini kumekuwa na tatizo kwamba wakati mwingine kuna wananchi wale ambao ukiwaambiwa kwenda huko wana, hawa, wanakuwa wako tayari kwa sababu ya kiuchumi na mambo mengine ya, ya kifamilia. Kwa hiyo kidogo kuna wengine ambao walikuwa wanakubali mkiwapa barua za rufaa hawaendi. Kwa hiyo ili kupunguza hizo changamoto, theni ndio ukaanzishwa utaratibu wa kuwa tunaleta madaktari bingwa na bingwa bobezi kwa ajili ya kuwahudumia hapa. Matarajio ni kwamba wananchi watapata huduma za kibingwa na bingwa bobezi karibu, lakini vilevile eh, wataalamu wetu watapata ujuzi zaidi ambao wataendelea kuwahudumia wananchi wa, kwa wale matatizo ambayo walikuwa wawahudumia hapa. Kwa hiyo tutapunguza hizo rufaa za kwenda Bugando na Chato, lakini vilevile tutawapunguzia wale wale ambao walikuwa wanakwenda, tutawapunguzia gharama za za, za kwenda kule. Mimi naitwa kwa jina naitwa Mombe Kijoni, ni daktari kutoka wizara ya afya, naratibu huduma za kibingwa na bingwa bobezi za mkoba katika wizara ya afya. Mwendelezo wa mazoezi ambayo tumeshaendelea kuyafanya kwa nchi nzima, na nia kubwa ni kuhakikisha kwamba mabingwa na mabingwa bobezi wanasogea karibia na wananchi. Tayari kama serikali meshasomesha mabingwa hawajatosha sana lakini mpaka sasa hivi mabingwa wako mpaka ngazi ya halmashauri. kwa katika mwendelezo huo tumeweka ratiba ya kuhakikisha kwamba kila kanda, kila hospitali ya mkoa iliko kwenye kanda inafikiwa angalau, wananchi waweze kupata huduma za kibingwa na ubingwa bobezi. Hii ina maana kwamba mtu anaweza akaja ana tatizo la sikio, tatizo la sikio lakini ana tatizo la mkojo, ana tatizo la meno. Kwa hiyo anapokuja kuzuuzi kama hili, ana uhakika wa kuonana na madaktari bingwa watatu au wanne wa matatizo yake yote aliyonayo, kwa sababu madaktari bingwa 41 wapo wafani mbalimbali mbali: wa mkojo, wa upasuaji, wa mifupa, wa mama na mtoto na uzazi, magonjwa ya ndani wa figo. Kwa hiyo mtu kama atakuwa na matatizo ya figo na ana matatizo ya sikio, atatumia ule uchangiaji alioufanya mmoja kuona madaktari zaidi ya mmoja kwa mara moja, lakini kulingana na vifaa, kwamba hospitali za mikoa zote zina CT scan, zina vipimo vingi kwenye maabara zina x-ray ambazo ni digital. Kwa hiyo wataalamu wa hata wa kusoma hayo matokeo kwenye vipimo wapo, wataalamu wa kutoa dawa za usingizi wapo Umenielewa. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi wanapokuja kwa pamoja, ndani ya wiki moja kwamba wanaweza kuona wagonjwa wengi, na wanaweza kufanyiwa vipimo na kupatiwa majibu pale pale na kuandikiwa dawa au nakupewa ushauri unaostahili. Na sio kwamba madaktari hawa wakimaliza zoezi hili wanakuwa wamepotea moja kwa moja, hapana. Hospitali yetu mkoa hapa ina mabingwa zaidi ya saba, kwa hiyo bado hata akienda nyumbani akitaka kuja kwa ajili ya kupata ushauri zaidi au kuona maendeleo yake, bado mabingwa walioko hapa wataendelea kumuona na kuweza kujua matibabu yake yanaendeleaje. Kwa hiyo si hii peke yake. Ndio maana ukiangalia tumeanza madaktari bingwa, kama mkuu wa mkoa alivyosema, wameanza kwenye almashauri zote za hapa. Kule wamewaona wagonjwa, kuna waliowatibia kule, kuna wale ambao walisema kwamba waje hospitali ya mkoa, na sisi hapo hapo ndio wiki hiyo zima iko hapa. Kwa hiyo tunatarajia wale ambao walikuwa wameona kule labda walishindwa kupata vipimo kule kwenye hospitali za wilaya. Sasa hapa vipimo vipo, wataalamu wapo, dawa zipo, ushauri hupo, watapata katika mwendelezo wa kile ambacho waliambiwa katika ngazi ya halmashauri. Kwa wananchi, yani hata kama uumwi unaweza kuwa unaona auumwi unatembea, shughuli zako zinaenda vizuri, lakini kumbe kwenye mwili kuna mambo yanaenda kutoenda sawa. Yani hata kama uumwi ndio ucheki afya utafanya vipimo, madaktari watakusikiliza, wataweza kukwambia. Ah, lakini pamoja na kwamba usikii umwi, lakini tunaona katika kipimo hiki labda kinaanza kuleta dalili hizi katika kipimo tulichofanya hiki labda kinaanza kuleta dalili hizi, kwa hiyo tunakushauri fanya hili fanya hili. Kwa hiyo sio lazima huo unaumwa, hata kufanya check up ya kawaida ni muhimu. Tunahimiza kwamba angalau unajua, mwili wa binadamu ni kama gari huwezi kusema gari utalinunua leo jipya utatembea nalo miaka kumi bila kulifanyia service. Kwa hiyo ni lazima angalau mara mbili kwa mwaka kuangalia afya yako kwa ujumla ikoje. Hiyo inasaidia unanii kujua zile dalili za mwanzo ambazo hazijazitokeza kabisa, kujua nini kinakusumbua, nini ufanye ili kuzuia ugonjwa huo usije kaenda katika hatua kubwa zaidi ambazo tutakutarajia kwamba lazima uende Bugando au uende Muhimbili. Lakini ukifanya mapema inakuwa ni rahisi kwako na kwa familia yako. Unajua, ukisema utoke hapo uende Muhimbili utasafiri, utahitaji kuwa na ndugu, pakulala, na ndugu utahitaji pakulala, itabidi ufanye vipimo kule. Hizo gharama kwa mwananchi wa kawaida inakuwaje? Kwa maana unaona Mheshimiwa Rais akasema hapana, Wizara ya afya, simamieni mabingwa ambao tunao, ambao tumewasomesha kwa fedha zetu, ni ya njema ni kwamba lazima wahudumie wananchi katika maeneo yao walipo, sio kwamba kambi hii ikiisha inakuwa kila kitu kimeisha. Hapana, tunao mabingwa ambao wako ngazi ya mkoa na wilayani, ni wajibu wao kwenda mpaka hospitali za wilaya, kwenda mpaka kwenye jamii kule, kuweza kuwaonea kule na kuwaibua wengine ambao watakuwa na matatizo makubwa